Kuzungumza ya kuzungumza yaliyo maneno ya Mungu kwa ajili ya kuzungumza iliyo kweli e, kuna ujinga ambao unafanywa mitandaoni. Ujinga huo tumeutizama, ama nimeutizama e, nimeuona ujinga huo unafanywa mitandaoni. Kuna vitengo vinajiita, wanajiita sijui madaktari wa afya, sijui. Ni upumbavu, ni umalaya, ni ushetani Eh, kuna ujinga mwingi sana ambao unafanywa huko mitandaoni. Kuna huyo ambaye anaja, ni Prophet IPM hilo jina ujita mwenyewe kwamba ni Prophet IPM. Watu wa Mungu, nataka tuangalie kwanza yanayoendelea siku zote. Kanisani sio mahala pa pakufun, kufunza upumbavu pa kufundisha zinaa na, na na staili za kufanya, za kufanya ngono kitandani na mwanaume. Hapana. Kanisani sio mahala pa kujifunza staili za zinaa hapana. Kanisani sio mahala pa kumfunza mwanamke au mwanaume namna ya mwana kufanya tendo la ndoa na, na, na, na, na mke wake au na mume wake Hapana. Lakini bahati mbaya tuna hawa wajiitao manabii kwamba wao ni manabii, lakini ukiangalia vizuri kabisa Eh, wanaoyasema hayafananii na jina ama hayafananii na, na, na, na, na, na, na, na, na unabii kama jinsi wa jitaliwana sana. Sasa watu wa Mungu, kanisani, kanisani haikuwa sehemu ama sio sehemu ya kwenda kufundishana staili za kufanya ngono kitandani. Kanisani sio sehemu ya, ku, ya kuelekezana ukiwa na mme wako na mke wako, vaa hivi vaa hivi. Hapana, huo ni upumbavu huo, huko ni, ni kualalisha ni, zinaa makanisani, ni uchochezi wa zinaa, uchochezi wa zinaa. Mmesahau namna ya kuhubiri vya maana mnaekalia tu ujinga ambao ambao ah, haona faida yoyote Bwana si sana sasa. Tumwangalie Prophet IPM kwa ujinga ambao wanauzungumza, kwa ujinga ambao wanausema kupitia video hii, hebu hebu mfuateni kwa makini sana, ni mfuate kwa makini sana. Ameongea ujinga upumbavu mwingi sana mwingi sana alafu, ndani ya kanisa wapo wazee wenye hekima wanamsikiliza na wanafuata na, na, kwa makini hapana. Ni upumbavu ni ushetani. Ndio, ndio, ndio maana mitandaoni pote pamejaa huduma e, za za afya sijui e, kuongeza nguvu za kiume sijui e, kuongeza uume sijui e, ujinga ujinga tu ujinga ujinga tu ujinga, ujinga, ujinga mbovu tu. Yani mmesahau maadili ya, yani mmesahau kuhubiri Injili ambayo Yesu alihubiri, nyewe mnakaa tu ujinga ujinga. Mmesahau kuhubiri Injili kwamba mwenye dhambi naache acha na, naache ubaya wake. Mmesahau kuhubiri hiyo, mmekaa tu zinaa. Hapana, watu wa Mungu, hapana ikome aliyo Sikio jamaa, sikia mpuzi hapa eti ni, ni, ni profeti. Upuzi, mpumbavu kabisa huyu uni mbwa tu kama, kama, kama, kama mbwa wengine hapa pumbavu. Hebu hebu hebu mfuate kwa makini hapa. Kuna maandalizi ya kumpokea mume wako. Unavaa li jeans, li chupi, li skinny tight, liplacea kwa ndani. Litetemete. Na li jeans hiyo ya ngoma matano, unakaa na mume wako kwenye kochi. Ashike nini sasa? Ashike nini? Ashike majinsi yayo. Baada ya kufaa kile kinapitaka huku ni kinini kile? Sema amina. Sasa <laughs> mnacheka. Mnacheka mchungaji, sivyo? Nimeuliza kinaitwaje? Kinapita huku nikikamba kinini? Tufuate kwa makini, jamaa. Bikini fa bikini huko, wewe na mme wako vaa bikini ka pale, hiyo hiyo hata kama limenyonyesha na watoto wanne. Kuna, kuna sidilia zinaitwa nikome zenye kazi yake ni kunyanyua haya. Acha kujizeesha, unajizeesha mno. Unatulia pale unakuwa so kama unamtega, sokamnamtega weka tu uone sisimizi kaka. Hata gorofa, ile gorofa ya kumi, ukimwaga tu sukari, sisimizi atafika wjuu. Hata sehemu za kuombea hela, unaomba hela, mtu ndo kaingia tunguu zote. Pana juu ya kitanda, lala hivi, anajifanya umelala. Umewasha taa umetandia kitanda vizuri. Umeweka juisi pale maji ya kunywa. Unafua nguo, unalala hivi. Hapo na bikini unaitoa unaitupa. Unanyoka hivi kama samaki. Sema amini. Jamaa lime. Kwa hiyo hapa hivi ndo wanahubiri Injili sieti. Yaani huu jamaa. Yaani. Yaani hapa ndo wanahubiri Injili kabisa yani. Yaani hii ndio Injili. Yaani hapa hivi anahubiri Injili kabisa. Yani, ana ina hapa yani hivi anahubiri Injili kweli kweli, yani. Yaani kwamba u, ukiwa na mume wako kaa uchi, jilaze kitandani ukiwa uchi, omba pesa mume wako ukae uchi. Yaani hii ndio Injili, hii ndio Injili. Hii ndio Injili ambayo mnaipenda hili. Kwa hiyo hii ndio Injili. Kwa hapa hivi anahubiri Injili bila, bila bila shaka bila yani bila shida yoyote. Hapa hivi anahubiri Injili kweli kweli. Anahubiri Injili. Anahubiri Injili. Huyu kanisa ninauhakika ni kanisa lake ni wazinzi, yaani kanisa lake limejaa uzinzi, limejaa wazinzi. Huyu jamaa, huyu jamaa, huyu huyu prophet jamaa, huyu huyu hawaandai waenda waenda mbinguni, anaandaa wazinzi, anaandaa wazinzi, anawapanga wazinzi, wala andai andai wa, wa, wa, wa, waubiri wazuri ama waenda mbinguni. Huyu jamaa anaandaa wazinzi. Yani, ni yani, unafundisha fundi, una uzinzi kweli kwamba mama ukiwa, ukiwa na mume wako kauchi vaa bikini sijui vaa nguo ambayo wewe mtu wa Mungu wewe tena kanisani kweli? Hapana, yani kanisani sio mahala pa, kuji, pa kufunza ama kujifunza zinaa kwamba namna ya kukaa na mume wako, vaa kanga moja uvae uva tu kanga moja kitenge kimoja alafu kwa ndani usivae chochote. Hapana. Huo ni ujingau ni upumbavu kwa kweli. u, u, u, u, u ni upumbavu kwa kweli. Kanisani sio mahala pa, kupa, pa, pa zinaa hapana. Huo ni ujinga, mnandaa wazinzi yani mnajaza mna, mna, na ndio maana asilimia kubwa, asilimia nyingi sana kabisa mitandaoni ya kijamii kwa asilimia kubwa kumejaa tu mambo ya zinaa, mambo ya ndoa, mambo ya ume, mambo ya uke na vitu, vitu, vitu vingi vya ajabu, vitu vya ujinga, ujinga, ujinga. ujinga. Alafu hata hapa hivi anahubiri Injili eti. Anahubiri Injili. Yaani prophet anahubiri Injili eti. Hapa hivi anahubiri Injili kweli. Yaani hapa hivi ana yaani hapa ni mhubiri mkubwa sana. Alafu na wengine mtu mtu mtu mwenye akili unakaa una unasikia una, una kabisa eti anahubiri Injili. Anahubiri malaya, anahubiri pumbavu. Anahubiri ujinga. Ilitakiwa watu waje kanisani, waambiwe waache mabaya ambayo wanayafanya, waache ujinga, waache dha, wa, dhambi, waache kuuana, waache utekaji na vingine vyote. Watu waambiwe hayo. Na shumu mnakaa mnahubiri habari za zinaa. Shike maandiko haya. Aise, huyu Mungu huyu, huyu Mungu. Haa, ah, Mungu eh, Mungu anatumikiwa sana kwa kweli. Yaani huyu Mungu huyu. Aise, Mungu wasaide sana, Mungu wasaide sana. Shike maandiko haya. Eee, eh, nianze kwenye kitabu cha, cha, cha, cha, isa, Isaya moja. Isaya moja, nikianza kwenye kumi na sita pale. Eee, eh, anasema hivi, Jiosheni jitakaseni ondoweni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele za macho yangu, acheni kutenda mabaya. Yaani kanisani ilikuwa ni sehemu ya watu kwenda kuambiwa kwamba wasitende mabaya, wakatae ubaya, watende kila jema, wajifunze kutenda mema, wanasema mabaya. Lakini bahati mbaya, manabii wahubiri, wainjilisti, walimu wanakaa kanisani kuhubiri upumbavu, kuhubiri zinaa, kwamba namna ya kufanya tendo la ndoa kaa staili, sijui staili gani, sijui ukaa hivi, vakanga moja hivi hivi. Ujinga, ujinga! Mmetoka kwenye mstara wa kwamba watu wajioshe, waache ubaya, waache dhambi, watende mema. Sikia maandiko haya, jifunzeni kutenda, yani wajifunze kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni wanao on, walioonewa mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Yaani mnakaa mna tu mnahubiri tu ujinga, ujinga tu, yaani upumbapmbavu sijui ukikaa na mume wako eh, vaa sijui sidilia sijui vaa eh, kanga moja usivae chupi. We mtu wa Mungu wewe, wewe unahubiri injili gani? Mtu wa Mungu, hapana. Ilitakiwa watu waambiwe wache mabaya. Yaani kanisani kuna kuja wabaya, alafu wabaya hao una, una, unaendelea kuongezea ubaya wa matendo yao. Mungu waturume sana. yaani yani wanakuja kanisani kuliko kutana injili ya kweli kwamba wache dhambi. Wokovu ni uwezo wa Mungu leta wokovu kwa kila aminie. Wokovu ni uwezo wa Mungu le... e, e. Injili ni uwezo wa Mungu uleta uokovu uleta uokovu kwa kila aaminie, anaposikia wa mioyo na, na na na moja kwa moja na kwenda kubadili njia zake mbaya. Alafu ah, bahati mbaya, nyie mnakaa mahala, mnaanza kuhubiri kwa habari ya zinaa kwa habari ya upumbavu kwa habari ya ushetani, kwamba ukiwa na mume wako ukiwa na mke wako ukiwa sijui vaa kanga moja sijui kata mauno kitandani jinsi ya kumlisha mke wako mme wako kweli kweli, hapana. Ifike mahala ifike mahala ifike mahala, ubirini njili ya kweli. Sio malaya mnahubiri malaya. Watumishi, watumishi, watumishi, mnahubiri malaya eti ni mchungaji. Mchungaji malaya, mbwa kabisa, yaani shetani kabisa eti mchungaji pumbavu sikamandiko. Hey, njoni Tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. nye kaanga moja helujifnnakaa sijukaangamojsijuni mpumbavu huyu ni mbwa, ni mbwa. mbwasikaandikoa saya na msaraknsema, walinzi wake ni vipofu, ipm wote pia hawana maarifa. Ana maarifa tu ya zinaa wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, utoa ndoto huota ndoto, upe, ulala upenda usingizi. Naam, mbwa hao wanachoyo sana hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza wa, wa kufahamu neno, wote pia wamegeuka wa, wa, wa, wa, wa pande, wapande wazifuate njia zao wenyewe kila mmoja kwa faida yake, kwa faida yake, to, take toka pande zote husema, njooni nitaleta, njooni nita, nita nitaleta divai na tunywe sana kileo, na kesho tutakuwa, itakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi, kupita kiasi. Eh, wachungaji hao ni mbwa, hawana maarifa, kalia tu jinga, ujinga Aliatu ujinga ujinga tu, mnahubiri injili eti mnahubiri injili eti mnahubiri injili toto Mungu hapana. Injili ni uweza wa Mungu, leta wokovu, yaani yale maneno ambayo mtu anaambiwa ndiyo ambayo anakwenda kubadili moyo wake yesu, na kumwamini Yesu na kutubu dhambi zake, na sio kuanza kuwahubiria, sio habari za zinaa eh, eh, eh. Ni ni shida shida shida sana shida sana shida sana Yaani ni shida sana, ni shida sana. Yaani, yaani ni shida kweli kweli, ni shida kweli kweli, yaani yaani, ani watu wanekalia ujinga ujinga ujinga ujinga tu ujinga ujinga. Afu, eti eti eti ni injili, injili. Aisee, nye watu nye, yaani tamaa tamaa ndizo ambazo zinawaendesha zina, zina, nye watu nye kila mmoja miongoni mwenu ni mtamanifu. Yani mnakaa tu nafanya ujinga ujinga tu pumbavu, pumbavu tu, afafu lafu eti mtu aseme chochote. Hapana, watu wa Mungu, hapana hapana hapana, yani yaani ifike mahali watu wa Mungu wahubiri ninyi, wahubiri ninyi, waambieni watu waache dhambi, waambieni watu waache dhambi, waache ubaya, waache ubaya ambao wanaofanya na sio ku <laughs> yaani, mnakaa mnahubiri injili za injili za ovyo kweli, yaani mnaposikia injili za ovyo hizo, hizo ni injili za ovyo, mnahubiri ujinga, ujinga na ubiri ujinga, ujinga sana, ujinga, ujinga mwingi sana alafu hiyo ni Bwana amesema, Bwana amesema, kuna Bwana amesema, mnafanya ujinga. Hiyo sio injili hiyo sio injili, hiyo sio injili, hiyo sio injili. Yani hapo hamna injili hata ambao mnahubiri hapo hamna, hakuna injili hapo, mnahubiri tu umalaya tu yani hapo mnachemsha ha, mna, mna, mna yani mna, mna, mna zinaa mnachemsha mnamsha zinaa watu wawe na zinaa anya ujinga ujinga. Sikia maandiko haya kitabu cha Yeremia tano mne, ndipo nikasema hakika hawa ni maskini, ni wajinga, hawa ni wajinga sana, hawa ni, hawa ni maskini, hawana maarifa, ni wajinga hawa, maana hawaijui njia ya Bwana wala hukumu ya Mungu wao. Yaani yaani, yaani watu wa Mungu nyie, sikia maandiko haya ni, wa, ni nitawaendea watu wakubwa nami nitasema nao kwa maana hao wanaijua njia ya Bwana. Yaani, watu wa Mungu nyie, maana imeandikwa kwamba kila mmoja miongoni mwao ni mtamanifu aliye mkubwa hata mdogo. Ni, mtanga, ni, ni, ni, ni mtamanifu. Yaani, tamaa zao ndizo ambazo zinawapelekea wao waanze kuhubiri kwa habari ya zinaa ukiwa na mke wako na mme wako va kanga moja e, jiregeze kata mauno staili, staili moja mbili tatu, ataunye jamaa. Huyu sio mchungaji huyu, huyu ni malaya huyu, huyu ni muuni kama tuani wengine, huyu ni pumbavu kakama kama, kama, kama, walivyo wapumbavu wengine. Imeandikwa kwenye Yeremia 3:15 kwamba nami nitawapa mchungaji anipendezae mimi, naye atawachunga kondoo atawalisha kwa maarifa na fahamu, sio hawa hawa hawa hawa pumbavu wazina hawa. Hawa mbwa mwitu wa zinaa hawa Chua, wapumbavu, hawa, jinga jinga. Hapana, watu wa Mungu, lazima ifike mahala njia inyoke na namna hii na, na, na, kwa hiyo jipangeni sawasawa, kazi ndo meanza, kazi meanza jipangeni sawasawa sawa. Wachungaji jipangeni sawasawa, acheni umalaya, acheni upumbavu, acheni kutaka waumini, acheni kutaka sadaka za waumini, wahubirini wa, wa kwamba waumini wa waate dhambi, wate wa ubaya, wate umalaya wa wate kuwa waache uzinzi na sio tu sadaka. Wachungaji hubirini iliyo kweli. Watu wa Mungu hubirini iliyo kweli. Waambie watu waache dhambi zao, waache ubaya ambao wanaofanya kwa matendo yao. Neema na amani ziwe nanyi. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema kwamba, tengenezeni njia zenu na matendo yenu Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake, na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.